Safari ni hatua Hatua yetu ilianzia katika jiji la Tanga, waja leo, waondoka leo, tukatua katika mji kasoro bahari, Morogoro. Zamu ya Geita ikafika, pembezoni kabisa mwa Ziwa Victoria, burudani imehamia kwenye jiji la Mwanza. Yes, unyama wa SportPesa Game Changers ni hivi tu, ni hivi tu, vijana wanabadilisha mchezo na timu ya ushindi hapa Mwanza. Mwanangu, wacha machine Ewaa, kwa timu zetu za leo ambazo ni machinjioni FC, Planet FC, bajaji FC pamoja na igoma sports club. Vifaa hivi mtakavyopewa vya michezo, mkavivae kwa fahari kubwa, mkavivae kwa heshima kubwa huku mkikumbuka lengo lenu kuweza kufika kwenye ubingwa, kwani kauli mbiu ya Sport Pesa Game Changers ni pasi kwa pasi mpaka ubingwa. Game Changer pasi kwa pasi ni mimi, kwangu na furaha pia kuitambua lakini pia kuja kwetu kutushika mikono kama timu ambazo ziko mtaani kwangu, mimi naiona itatusaidia, na tutafikia malengo ambayo vijana wote watapata kile ambacho wanakitarajia Game Changers pasi kwa pasi hadi ubingwa eh. Kwetu sisi tumeona kama ni fursa ambayo imekuja na sisi lazima tuikimbilie, kwa sababu imekuja kuinua vipaji vyetu, imekuja kuinua vipaji vya watoto wa kiume pia, lakini izi, e, izidi kuangalia pia kwa hususan watoto wa kike na kiume, kwa sababu unaona kama vile imekuja kwa watoto wa kiume, lakini kwa sababu si timu tuwezi kuongelea tu kwa vlana, kwa sababu tuna timu pia wasichana, tunaomba isupporti vyote ya tunamini itasupporti kwa upande wa kike na wa kiume bingwa hapatikani kwa kuvaa jezi tu. Inabidi awe na nidhamu, si ndio? Ufanye mazoezi, msio mnachukulia hii kitu kama e, ni kawaida. Hii ni kitu yani ni mwanzo wa safari ya ubingwa, na kwa leo tutakuwa tumehitimisha hili zoezi kwa wachezaji mia mbili hamsini na sita. Tumegawa kits kwa wachezaji mia mbili hamsini na sita hapa ya Geita, sasa ni Mwanza. Na hawa ndio mabingwa, na hivi ndivyo wamebadilisha mchezo. Vibe kwa pamoja, yes.